Kama kuna mtu amebaki huko hivi, Sumaye kule ana watu kwanza, sijui alifuata nini. Leo leo, gari kubwa liko hapa, boda boda unakuja kufanya mkutano. Sasa nianze kwa kumtambua ndugu John Pombe Joseph Magufuli mgombea wetu wa urais. Rais huyu eh, <coughs> sema tena Rais, imba Rais Magufuli! Wah, wah. Usamia Suluhu Hassan makamu wa rais mtarajiwa, na mwenyekiti wa mkoa viongozi wa Chama cha Mapinduzi na wa vyama vingine mlioko, wana CCM wenzangu na wananchi wenzangu wa Mwanza, naomba nianze kwa kushukuru Nawashukuru sana kwa kujitokeza kwa wingi. Nimeshawahi kufika Kirumba hapa mara kadhaa, sijawahi kuona watu wengi namna hii. elfu mbili na tano, uwanja huu ndio ulionekana umejaa sana, lakini leo uzidi pale, na walioko nje ni wengi kuliko walioko hapa ndani nilikuwa natamani tungeweza kuwa unaweza kutengeneza ghafla tu uwanja ukaunyoosha, hata juu ya ziwa ukatandika uka udongo, lakini ndio tuliokuwa nao kwa. Nawashukuruni sana, ni heshima kubwa sana. Nianze kwa kuomba kwamba wingi huu tuutafsiri kwenye kura, kwenye masanduku ya kupigia kura kesho, ili wingi huu Magufuli aende Ikulu. Ameshakwenda basi. Mwabeja sana, mwabeja sana ndugu zangu. Tumekusanyika hapa leo kuhitimisha kampeni za uchaguzi za Chama cha Mapinduzi. Safari hii ilianzia mbali, ilianzia kwenye mchakato ndani ya chama na ilianza kwa watu kuchukua fomu wanaotaka. Ndugu Magufuli na wenzake walikuwa, walianza arobaini na wawili, wenzao wanne hawakurudisha fomu. kwa kweli katika historia ya watu kugombea nafasi ya uraisi haijawahi kutokea wagombea kuwa wengi kushinda mwaka huu ndiyo demokrasia ndani ya chama mwaka tisini na tano tulikuwa kumi na saba mwaka elfu mbili na tano tulikuwa kumi na moja mimi nadhani mwaka huu wangepungua ndio mwaka huu wakawa thelathini na nane Hata sisi katika kufanya kazi ile ya kwanza kwenye kamati kuu ya kupata majina matano ilikuwa mtihani mkubwa, mtafikiaje kwenye majina matano? Lakini chama kina taratibu zake, kwa kutumia taratibu za ndani ya chama chetu tukampata John Pombe Magufuli, Amina Salum Ali, Asha Ros Mikiro, Januari Makamba na Benard Membe. Tukaenda nao kwenye NECK. Neki ikapiga kura, akaongoza Magufuli, akafuatia Amina, akafuatia Asha. Matatu yale tukayapeleka mkutano mkuu wa CCM. Katika kura elfu mbili na mia nne Magufuli kapata elfu mbili zote yeye peke yake Dada zangu wawili wala wakagawana zile mia nne zilizobakia. Magufuli ameshinda bila kelele wala mikwaruzo, ni mgombea aliyetuunganisha wote. Maana zogo lilio maneno yaliyokuwepo wakati ule, wako watu walikuwa wanaamini kwamba CCM ingevunjikia Dodoma, na wamekaa kama midomo ya fisi wakingojea mkono udondoka, haukudondoka. Sasa wa wakiwa wana lalama tuo chama ikinaendeshwa vibaya, Kikwete anaendesha chama kibabe. Yo, nikasema jana pale ubabe gani? tumeendesha mchakato huo kwa, kwa kuongozwa na katiba ya Chama cha Mapinduzi. Katiba inaelekeza kwamba kamati kuu ya halmashauri kuu itapeleka majina matano. Ilikuwa hivyo tisini na tano, ilikuwa hivyo elfu mbili na tano, na ikawa hivyo elfu mbili na kumi na tano. Bahati nzuri kifungu kile cha katiba hakikurekebishwa hata koma, kimebaki hivyo hivyo. Kwa nataka niwahakikishie kwamba wale wanalalama tu kwa sababu waliyewataka wataka hawakuwa, lakini sio kwamba ndani ya CCM kulikuwa na mikingamo. Kama ni mikingamo, walifanya sana wao walikuwa wanakutana pale Santa Gaspar, wanawaambia wajumbe wa neki mkifika mle mumtishe mwenyekiti, kwa kusema mna imani na bwana fulani. Wakaimba na mi nikawapigia makofi, wala sikutishika. Tukaamba tukae chini, tuanze kazi. Nilichosema tu nikasema, haijapata kutokea kwa sababu haijawahi kutokea katika chama chetu watu kuimba wanaimani na mtu badala ya kuimba wanaimani na CCM. Walikaa kule, mzee fulani akawa anawafundisha, kama wakikataa sasa mpige kura kutokuwa na imani na mwenyekiti, kwanza atoke lakini haikuwezekana. Mwenyezi Mungu akilitaka lake linakuwa tu. Na Mwenyezi Mungu ameamua mwaka elfu mbili na kumi na tano ni John Pombe Magufuli. Wale, wale waliowategemea pale ndani kwa sababu kwanza kwenye mkutano, maana waliotingia walisema hawakupewa nafasi ya kusema, waongo na wale we wajumbe wenzangu watakuwa ushahidi. Nilitoa nafasi zaidi kwa upande wao kujenga hoja ya kumtetea wanayemtaka, na upande ule mwingine nilitoa nafasi kwa watu kidogo, lakini wale kidogo walikuwa na hoja nzito zilizoaridhisha na wale wa upande ule. Hatimaye wote kwa pamoja tukakubaliana, hawa watano wanatosha, tupige kura, na Loasa alipiga kura na, na, na alipiga kura na akampigia kura Magufuli. <coughs> Halafu tumekuja mkutano mkuu pale, walikuwepo, si mlimwona? Maana mkutano ulikuwa live na ikapiga kura katika kura ile kama hakumpigia, lakini wale elfu mbili waliompigia zilitosha Magufuli kupata kwao. Jamani, nataka kulisema hili, nalirudia, hakuna ubabe katika CCM. Tumeendesha chama chetu kwa mujibu wa katiba, taratibu halali tu. Kura imemwangukia Magufuli mwaka elfu mbili na kumi na tano. Sasa, mtu kuamua kuhama CCM chaguo lake tu. Kaja kwa hiari yake, atakaa kwa hiari yake, anaondoka kwa hiari yake, wala hatutahangaika kuwafuata. Mzee unajua, jana ni mwana mwanawe akimsema e asikilize wanawe, lakini wala hatutakwenda wewe unajua mzee sasa rudi. Hiyo hatutafanya. Tuliopo tunatosha. lakini niseme kwa nini tulimchagua Magufuli. La kwanza sifa tunazozitafuta sisi ndani ya CCM, lazima mtu huyo aturidhishe kwamba anao uzoefu wa kutosha katika uongozi, katika taifa, kwa shughuli nyingine, maana rais mara moja tu ambazo zitaturidhisha sisi kwamba tukimkabidhi nafasi hii kubwa, kwa jinsi alivyofanya kazi katika nafasi iliyopita, anao uwezo wa kuliongoza taifa. Magufuli amekuwa waziri kwa miaka ishirini katika awamu ya tatu ya Mzee Mkapa na awamu ya nne ya kwangu mimi amekuwa waziri wa ujenzi, kwanza kwa naibu waziri wa ujenzi, akaja kuwa waziri. Mimi nilipochaguliwa kuwa rais, nikampeleka kwanza wizara ya ardhi kwa sababu kumekuwa na matatizo mengi, viwanja hewa, kupa rushwa nyingi, ikaambia hebu kakae pale, kanyoshe kidogo. Baadaye tukampeleka kwenye mifugo, tuiweke sekta hii kubwa sawasawa. Baadaye nikamrudisha tena kwenye barabara, amechapa mzigo hujapata kuona.